Sijui kama ni hesabu za kutia na kutoa pale kwa kanisa na viongozi au inakuaje? Hesabu, hesabu kidogo zinatupea zinatupea changamoto changamoto, mm. <laughs> Eh, changamoto wengi wetu tutaachiwa tu walimu wa hesabu, tutafanya nini? Hapa ni wapi? Nye ilimu. Nye ilimu. Nye ilimu. Nye ilimu. No. Ni Vito Africa, mwalimu wa hesabu, kwa sababu ukiangalia hata wizara yenyewe ya elimu ya elimu nikawa nimeona tu hapa hizi hesabu mm. Zimekanganya, yeah. uh, taifa uh, letu kuanzia juu kule hadi chini. e, sasa wakasema, wanasema uchangamke. Naam, hivi sasa wanasema kwamba itakuwa si lazima ufanye hesabu eh, kwa hiyo kama ni mtu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ma, masomo ya kijamii humanities, mbona ukafanya hesabu? Haikuhusu.